Ruthu wa leo. Yuko wapi Ruthu wa leo? Au Ruthu wa leo. Ruthu wa leo. Huyu Ruthu alikuwa ni mwanamke. Nisikilize alafu baadaye tutasoma maandiko. Ambaye alikuwa ni alitokea kule kwenye nchi ya Moab na Tunamwona huyu mwanamke anayeitwa Ruth baada ya kuinguliwa na kijana mmoja wa mwanamke anaitwa Naomi. Na Naomi alikuwa ni alitoka eh, Jerusalemu na aliondoka kwenye ile nchi kwa sababu ya njaa ambayo ilikuwepo. Akaondoka huyo anaitwa Naomi, na mumewe alikuwa anaitwa, aliitwa Elimeleki, lakini walikimbia ile njaa, wakaenda kwenye nchi inaitwa Moabu, wakajificha kwenye nchi inaitwa Moabu. Lakini huyu mwanamke aliondoka alitoka kule na vijana wake wawili, na hawa vijana wawili ambao huyu mwanamke alikuwa ametoka nao kule, alipata changamoto huyu mwanamke wakati akiwa kwenye nchi ya Moabu. Changamoto ya kwanza aliyokutana nayo huyu mwanamke anaitwa Naomi ni kwamba alifiwa na mumewe huyu alikuwa anaitwa Elimele. Na baada ya kufiwa na mumewe, mumewe alikuwa amemwachia yule mwanamke vijana wake wawili. Wale vijana wawili walioa kwenye ile nchi ya Moabu, lakini kwa bahati mbaya sana, kabla ya kupata watoto bado wale vijana wake nao pia wakafa. Na baada ya wale vijana alianza mwingine akafuata wa pili, wote wakafa, akabaki huyu mwanamke ambaye tunataka tuzione habari zake. Lakini leo hasa tutagusia habari ya mkwewe mwanamke anaitwa Naomi, maana Naomi sasa akawa mjane. Lakini na wale mabinti zake, inawezekana kulikuwa na roho ya Orpa sasa kwa nini tunataka tuzione habari za Ruth? Kwa sababu huyu Omba naye pia sitamtaja sana siku ya leo, kwa sababu naye baadaye, ukianza kwenye kile kitabu cha Ruth mlango wa kwanza, utaona mstari nafikiri kuanzia wa 8 pale kuendelea chini, alipoagwa huyu mwanamke anaitwa Omba, alifanya nini? Alikubali, alilia, lakini maneno ya mama mkwe kama yameniingia hapa. Maneno ya mama wako haleluya. Maneno ya mama mkwe yalipomuingia ya yakuaata mabinti zake yasikilize maneno ya, ya, ya, ya, ya uchungu ya Naomi. Naomi aliwaambia hivi binti zangu, ni kweli mimi nilikuwa na vijana wale wawili, na niye mliwaona na ndio waliwao wakawa waume zenu, lakini kwa bahati mbaya hawakuacha uzao na nini, hamna uzao. Na hata mimi umri wangu Naomi umeendelea, siwezi kuwa na uzao tena. Yani manaake hawezi tena kuolewa wala kupata umiliko, jambo ambalo Roho Mtakatifu alikuwa pamoja nao. Na nisikilize, maana nitatumia mda mfupi. Endelea kuwa mwaminifu katika ndoa yako, hata kama mambo ni magumu hmm.